Jamii imetakiwa kuacha tabia ya kujichukulia sheria mkononi badala yake wavishirikishe vyombo vinavyohusika katika kutoa uamuzi na usuluhishi inapotokea hali ya kutoelewana ili kuzuia mauaji ya mara kwa mara. Wito huo umetolewa na kaimu afisa mtendaji wa kata ya Ilemi Herman Mbanga wakati akizungumza na wanahabari kufuatia mauaji ya mchungaji Golden James Ngumbuke mwenye umri wa miaka 66 wa kanisa la Pentecoast Evangelical Fellowship of Africa, PEFA yaliyofanywa na wananchi wenye hasi hasira kali wakimtuhumu kumuua katekista Fadhil Komba mwenye umri wa miaka 32 wa kigango cha Mwansekwa parokia ya Mwanjela wa kanisa Katoliki Jimbo kuu la Mbeya kwa njia ya ushirikina kutokana na mgogoro wa mpaka wa eneo. Sisi kama jamii tusiamini sana mambo ya uchawi. Watu siku hizi magonjwa ni mengi, ugonjwa kama umepima hospitali hii hujaona nenda hospitali nyingine, au nenda kwenye vipimo vikubwa uweze kuona nini tatizo, kwa sababu mtu hawezi kuanza kuteteleka hivi bila kuwa na changamoto kwenye afya yake. Kwa wito wangu ni huo, na tusichukue sheria mkononi hili. Kwa hilo lilofanyika limetusononesha sana sisi wanamtaa na kata kwa ujumla, kwa ndio tunamwambia watu wasichukue sheria mkononi. Kuna vyombo vya sheria, kuna vyombo vya dola ambao vitafuata taratibu zake kuweza kubaini kama mtu anakosa, lakini kuchukua sheria mkononi madhara yake ni makubwa. Wawili hao ambao walikuwa na mgogoro wa mpaka wa eneo la viwanja ambavyo wamejenga nyumba zao walifikishana mahakamani kwa shauri la katekista kumpiga mke wa mchungaji na mahakama kumpa haki katekista, hali iliyomkwaza mchungaji na kutoa kauli tata dhidi ya katekista huyo, na baada ya siku tatu, katekista akaanza kuumwa, hali iliyosababisha kifo chake. Herman Charles Mbanga ni afisa mtendaji wa mtaa huo wa Mwafute, lakini mpaka tukio linatokea nimekuwa nikikaimu ofisi ya kata kwa sababu mtendaji wangu wa kata ana changamoto ya kiafya, yes. Ndiyo nimepokea hii taarifa jana nikiwa ofisini, lakini kabla ya jana, huko nyuma kuliwahi kuwa na changamoto za kimpaka hapa ambayo tulisuluhisha na jambo liliisha, wakakubaliana wakakaa sawa, lakini Jumamosi nikaalikwa na barozi kwenye kikao chao cha kibarozi nikiamini wanazungumzia ajenda za kimaendeleo. Sasa baada ya kufika hapa, ndio nakuta wanazungumzia swala la kwamba huyu mzee ni mchawi, amemloga jirani yake kwa sababu ya ule ugomvi wa mpaka uliokuwepo, na niliwasii, nkasema sisi kama serikali hatuamini mambo ya uchawi na kama kuna mtu anasema huyo mzee uchawi na ana ushahidi basi naomba anipe hapa nione, nashukuru. Baada ya kueleza wale wananchi, walinielewa kwa siku ile ya Jumamosi, lakini pia niliposoma hali jinsi ilivyokuwa, nikaenda kutoa pole kwa huyo mgonjwa ambaye ni Fadhili hapa jirani, na nilikwenda kumuona mama, nilikuwa nimeambatana mimi mwenyekiti wangu na baadhi ya wajumbe, pamoja na chifu, sababu alimwaka mpaka Chifu Lyoto ambao ndio anashughulika mambo ya kijamii ukanda huu ukamwelekeza mama kwamba hali iliyopo hapo umeiona, kwa hiyo naomba baba akirudi, kwa sababu alikuwa hayupo, alisema kwenye huduma, akirudi, tunashauri si vema aweze kuwepo hapa, hebu aende sehemu kidogo atulie, alafu hizi changamoto zikiisha atarudi tena. Lakini siku ya Jumapili kuamkia Jumatatu, kwa maana Jumatatu alfajiri nikapokea taarifa ya kwamba yule mgonjwa ambaye alikuwepo hapo yule katekista amefariki. Kwa hiyo maziko yatakuwepo siku ya Jumanne, na hiyo Jumatatu, kama nakumbuka, ilikuwa ni siku ya sikukuu eh. Kwa hiyo hatukuwepo kazini. Kwa hiyo mwenyekiti wangu pamoja na wajumbe walishiriki kwenye maziko na hali waliona jinsi ilivyokuwa, lakini kwa hali waliona jinsi ilivyokuwa, walirudia tena kumwomba yule baba kwamba tunaomba baba, hebu upishe ukakae sehemu kidogo. Mchungaji nadhani alipisha, na hasa baada ya kuambiwa na mwenyekiti pamoja na polisi kata wetu, kwa sababu naye alifika. Tulitoa taarifa kule polisi kata, alifika akatoa hizo taarifa. Lakini kabla ya, ya, ya yeye ku, ku, ku, kumpa ushauri huo ushauri, watu wa kwanza ilikuwa ni kwamba aende atoe taarifa polisi, na alienda kutoa taarifa polisi kwamba kuna watu wana mvutano nao, basi akawa ameondoka sasa jana nikiwa niko ofisini majira ya saa saba kasoro dakika kumi na sita kwa sababu mpaka namba yake ya simu alionipigia hapa ya mwisho inaonyesha muda alipiga saa ngapi, huyu mzee mwenyewe marehemu mchungaji huyo alinipigia simu, kwa mtendaji, niko hapa kwenye nyumba yangu, e, naona madirisha yamebomolewa madirisha kama unavyoona pale yale yamebomolewa, madirisha. Kwa hiyo na banda langu la bata huku nyuma lilikuwepo, amelibomoa, amelibomoa bomoa kwa hmm. hapa. Umerudi hapo tena? E, sasa mzee naomba hebu uende katoe taarifa polisi kae nao kimya hiyo. Lakini namtuma pia polisi kata aje hapo. Kwa polisi kata alikuja. Alikuja hapa aliongea naye kabla umeota hujampata na alimtaka waongozane kwenda kutoa taarifa polisi. Alimwambia wewe tangulia mimi nakuja na pikipiki yangu kwa sababu hali ilikuwa ni salama tu. Polisi kata akawa ameondoka na gari na yeye sasa akawa anafuata na pikipiki. Hasa sijui nini kilimkuta, alirudi tena huku. Alirudi kwa sababu maeneo aliyokuwa mauti me, umempata hapa wakati nangana posikata, nadhani ya kwamba amesha shift. Hasa tuishangaa tena kumkuta yuko hapa. Alirudi. Sasa baadaye nikaona napigiwa tena simu. Naambiwa, kwa sababu na mimi nilituma tena watendaji wangu wa mtaa, hebu naomba muende kule isije katokea changamoto. Wanafika ndio wanakuta hali yuko hivyo. Yule mzee amesha mpiga na amezimia. Ndio akanipa taarifa mtendaji huku, niko kutuma, huyu mzee amezimia hapa. Ndio kutoka na mimi fasta na vipiki kuja huku, lakini wakati huo nikimwalifu nani polisi kata kule, niko kutuma uende yule mzee, wanasema amempiga, amezimia. Polisi kata naye alikuwa hajafika hata mbali, alikuwa nadhani na maeneo ya Rwanda hapo, akakata kona akarudi na gari, tunafika hapa, nakuta kweli mzee wamempiga na amefariki. E, msingi wa mgogoro sasa kuna mambo mengi. La kwanza naweza nikasema pengine huu mpaka ndio changamoto na ndio msingi wa mgogoro. Lakini pia kwa taarifa ambazo sio rasmi, inasemekana walipelekana mpaka mahakamani na huyo kijana marehemu ambaye ni Fadhili sa katekista, kwamba katekista alimpia mke wa mchungaji. Baada kumpiga mke wa mchungaji, wakapelekana mahakamani, kesi kahukumiwa mahakamani na mahakamani ikaonekana katekista hana hatia, hajafanya hilo, hajampiga yule mama. Sawa. Kesi kaishia hapo. Wakarudi, waliporudi mchungaji anasemekana inena maneno ya kusema kwamba mimi nitamuomba Mungu wangu atanijibia. Baada ya siku tatu kutoka siku hiyo alipotamka maneno, yule kijana anasema alianza kuharisha mpaka umauti unamkuta. Kijana alikuwa anaharisha, ametembea kwenye hospitali mbalimbali, ingawaje sina, sikupata ushahidi wa vielelezo, hayo ni maneno ya kuambiwa. Aliwahi kwenda Ikonda, wakampima wakasema haoni ugonjwa. Mwisho wa siku akarudi kujiuguza hapa, kwa sababu kile kitendo cha yule kijana kuendelea kualisha, ina maana waliamini kwamba amefanyiwa nini? Uchawi. yule kijana alialisha yani, kwa muda gani? wanasema ni tangu mwezi wa kumi na mbili tangu mwezi wa kumi na mbili Na mimi nilipata hapa kwamba walikaa kikao kibarozi kwenye eneo la kiubarozi, wakakaa na wakashauriana kwamba huyu katekista muombe msamaha mchungaji na wanasema katekista alifanya hivyo, alimuomba msamaha, na mchungaji alimwekea mpaka mikono kumuombea apone, na akasema unaenda katoe sadaka kwenye madhabahu hayo yoyote yale kwao. Kijana alikwenda kutoa hiyo sadaka, sijui alienda kwenye madhabahu hayo yapi, lakini bado ile hali iliendelea kuwepo, na hiki nadhani ndio kilichopelekea watu sasa waamini kwamba inawezekana huyu mzee, kwa maana mchungaji, ndiye amefanya hili jambo, ingawa sisi kama serikali hatuamini hiyo Chifu Joji Lyoto wa kabila la Wasafwa mtawala wa himaya ya Sisimba ameeleza namna alivyolifahamu jambo hilo. Swala hili kwa kweli linasikitisha. Kwanza kama sisi machifu huwa tunalaani vikali kuchukua sheria mikononi na kuwa kuua mtu bila kujali sheria zinasemaje. Hapa palikuwa na ugomvi kati ya marehemu katekista na huyu mchungaji ambaye naye kwa sasa ni marehemu. Kisa chao walianzinia mpaka wa nyumba kati ya nyumba, nafikiri mnaweza mkaona mpaka wenyewe. Yaani walijaribu kusuluhisha, wakakaa kwa mabalozi, nasikia walipelekana mpaka mahakamani, lakini katika kikao cha mwisho walichoitisha ambacho tulikaa, walinishirikisha mimi chifu, nilialikwa pamoja na serikali, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mwafute pamoja na afisa mtendaji, ili tuje tuusikilize ule ule mkutano. Lakini ule mkutano ulisimamiwa kwa sheria zote za serikali, ingawa kulikuwa na wananchi wenye jazba walitaka kufanya lolote siku ile ile, lakini tulijitahidi sana kuwatuliza kwamba jamani, serikali haiendi hivyo, msijichukulie sheria mkononi, na waliweza kumtafuta mchungaji kwa, kwa bahati mbaya siku hiyo mchungaji hakuwepo, ila mke wake alikuwepo, na walimuomba mke wake kwamba basi aje asikilize mkutano kwa sababu mkutano ulifanyikia hapa hapa, na yule mama akasema, mimi bila mme wangu siwezi nikaja kwenye mkutano basi tukaendelea na kutoa toa elimu tukishirikiana na mtendaji na mwenyekiti wa mtaa, lakini tulijitahidi kwa namna moja kadri tulivyoweza, ingawa wananchi walikuwa hawatuelewi na walidiriki kusema nyie muondoke, sisi tufanye ya kwetu, lakini kwa sababu na sisi tunaelewa mambo yanayoweza kutokea hatukutaka kuondoka haraka pale na tulizidi kuwa kuwakemea kwamba jamani, ili swala mnalotaka kulifanya hapa sio jambo jema, lazima mtaingia hatiani. Na tuliwasiliana na polisi kata, polisi kata akasema jamani, wasifanye jambo lolote. Basi tukawa tumeufunga ule mkutano, na kwa bahati nzuri mimi na mtendaji na, na mwenyekiti wa mtaa tulienda kuzungumza na mama yule kumpa tahadhari kwamba bora tu wa wakajisalimisha hata polisi ili waondokane na ardha ambayo iliashiria kwamba ingetokea mahala hapa siku hiyo. Lakini yule mama hakutuelewa, basi tukawa tumefunga mkutano pale tukaondoka. Ile usiku wa manane kwenye saa saba ndo tunapigiwa simu kwamba yule kijana amefariki, huyo ambaye ni katekista. Sasa Ilikuwa siku tatu kabla ya mkutano, kama sikosei. Basi kesho yake tukaja kwenye maombolezo, lakini dalili zionekana kwamba mchungaji na mke wake kwa siku hiyo wote walikuwa wameshaondoka usiku huo, kwa sababu asubuhi tulikuta tanda wao tunapita, taa zilikuwa bado zinawaka na kule uani nguo zilikuwa zimeanikwa. basi e, tarehe kumi na tano mazishi yakafanyika, hiyo kijana shughuli za msiba zikaendelea. Sasa cha kushangaza jana, mimi niko shambani naambiwa, bwana yule mchungaji ameonekana pale na wameua tayari. Naona no. Kabidi niache shughuli nilizokuwa nafanya, nakuta hapa bati, nikakuta polisi kata yupo na afisa mtendaji yupo, wakawa nasubiri utaratibu wa polisi wale waje kupima pima na kubeba mwili. Wale polisi walikuja, na mwili wa marehemu ulikuwa pale pamoja na pikipiki yake. Wakafanya taratibu zao askari, kama ilivyo kawaida yao, waka kabla ya kubeba mwili, yule polisi wetu kata aliwakusanya wananchi waliopo ili kuwapa nani, kuwapa elimu kwamba jamani, mnaona sasa yaliyotokea, tuliokuwa tunakataza juzi kwenye mkutano ni haya, sasa yamefanyika. Basi hapo polisi walifanya taratibu zao, wakaubeba mwili wakaondoka nao. Ni msingi wa, wa haya yote, naweza kusema tuseme wananchi walichukulia nani, kwa sababu katika mikutano yao ya nyuma, sasa inavyosemekana, huyu mchungaji alikiri kwamba amehusika kwa namna moja ama nyingine katika maradhi ya yule kijana na tulijaribu kuwauliza, je, mna ushahidi wa kutosha? Wanasema tulimrekodi, wakati anasema yeye alishirikiana na wachungaji wake kuomba ili sijui maradhi yampate huyo kijana. Na kwa kweli ukianza kuangalia hospitali zote, yule kijana wamekwenda naye mpaka Ikonda, wasiuone ugonjwa. Watu wanaamini ushirikina upo, lakini serikali yetu hii ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania kitu kama hicho hakipo na nyie wenyewe mnafahamu kwamba serikali haiamini ushirikina. Huwa hili jambo tunalikemea sana, kwamba watu wasijichukulie sheria mkononi. Sawa, hii mambo ya ushirikina kweli yapo, lakini sio kwa utaratibu huo. Na sisi machifu huwa tuna utaratibu wetu. Mtu kama ni, ni mshirikina ayule anaondoka mwenyewe tu, lakini sio kuua. Hata sisi haturuhusu mtu auawe wa kwa hiyo hilo tunalikemea sana. Wito wangu wa wananchi ni ule ule tu, msimamo wangu kwamba wasijichukulie sheria mkononi, waache serikali ifanye kazi yake. Sawa, pengine haya yote yasingetokea na, na hawa wachungaji, na ile tabia ya kujiamini sana, nayo sio nzuri sana kwa sababu watu wetu sasa hivi huwa wana maamuzi, watu wana hasira kama nilivyosema hata siku ile ya mkutano mimi na mtendaji wangu huyu na mwenyekiti tulianza kuonekana wabaya kwa ajili ya jambo hili, watu walikuwa wanaumia sana na marehemu katekista. Tukio la kifo cha katekista Fadhili Komba mwenye umri wa miaka 32 wa kigango cha Mwansekwa parokia ya Mwanjela kanisa Katoliki Jimbo kuu la Mbeya kimetokea Aprili 15 mwaka huu na siku mbili baadaye Aprili 17 mwaka huu yakafanyika mauaji ya mchungaji Golden James Ngumbuke mwenye umri wa miaka 66 wa kanisa la Pentecost Evangelical Fellowship of Africa PEFA baada ya wananchi wenye hasira kali kumshambulia. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limesema linafahamu jambo hilo na wanaendelea kufuatilia suala hilo na litatoa taarifa baadaye. Wananchi wa mtaani hapo wameeleza kuwa baadhi ya watu wamekamatwa kufuatia tukio hilo wakiwemo familia ya katekista. Ili kujua mwendelezo wa taarifa hii, endelea kufuatilia Kusaga TV. Nikiripoti kutoka hapa mtaa wa Mafute, kata ya Ilemi, jijini Mbeya, mimi ni Jacqueline Mwangama Kusaga TV.